Usiku ulioashiria furaha na hanja mtele, usiku uliotengwa mahususi kuwatunuku wanahabari ambao bila shaka huwa kipaza sauti kwa Mkenya asiyeweza kuwa kila mahala. Tuzo hizi kwa waandishi ziliandaliwa na baraza la wanahabari nchini, kwa Kimombo, Media Council. Tuzo hizi ni za kwanza kwa muda mrefu kuandaliwa na bila shaka wanahabari wengi walishiriki katika kutafuta nani bora. Shirika la Standard Group liliibuka kung'aa hata zaidi, pale wanahabari wa shirika hili kutoka kitengo cha televisheni na gazeti la The Standard waliibuka wanahabari bora katika vitengo tofauti. Mohammed Ali, Ali ambaye amejulikana sana kwa makala yake ya jichopevu alizawadiwa kwa taarifa aliyoiangazia mwaka jana kwa jina Paruanja la la mihadarati. Dawa hizo za kokeini zilisafirishwa hadi Nairobi katika kambi ya GSU Embakasi na kuwekwa chini ya ulinzi maalum. Mohammed Ali alituzwa kama mwanahabari bora zaidi mwaka huu na mwanahabari bora wa taarifa za upekuzi. Mohammed aliangazia kwa kina jinsi biashara ya mihadarati ya mabilioni ya fedha ilivyoendeshwa na mabwenyenye humu nchini, na yeyote aliyejaribu kufichua haya alijikuta taabani. Mwingine aliyetuzwa ni mwanahabari wa KTN Leo Lulu Hassan, aliyetambuliwa kwa makala yake kwa jina kiza cha starehe. Makala haya yaliweza kuangazia kwa kina jinsi watalii walala hoi wanavyoishi maisha ya shida baada ya kuingia pwani na kuhadaiwa kisha kusalia hohehahe. Wanahabari wa gazeti la The Standard waliotuzwa ni Joe Kiarie, Nicholus Onyour. Wengine walikuwa ni Antony Gitonga, aliyeibuka bora katika kitengo cha teknolojia na mawasiliano. Collins Kweyu aliyetuzwa kama mpiga picha bora mwaka huu. Bila shaka kuzawadiwa kwa wanahabari hawa kukidhihirisha kuwa shirika la Standard Group liko mstari wa mbele sio kukuza tu talanta bali kukuza vipaji bora.

Tuzo hizo zitakuwa zikiandaliwa kila mwaka ili kuwatuza wanahabari. Angugi, KTN Leo, Nairobi.